Hapa ni nini iko hapa? Hakuna kabisa. Anga, mbona ile anga iko nzito? Amen. Hey. Ukatega kwa hivyo okeakwayo, unapofunga moyo hata uweza kuwapokea unni tupokee. Bwana Yesu asifiwe, ma- maisha mapya. Yeah, fungue mioyo, hujalazimishwa hujakesha, hujasukumwa, umetoka mwenye nyaunyo naenda mkeshani. Kwa hivyo bila umefika mkeshani, kuwa free, kuwa happy.

Aii, si mumeshika kidogo, ongeza miaka, hey. Sasa umekaa kesha mabaruni, Yesu naye anashangaa kabisa, wa naaingia wa Amen. Yeah. Sasa kuna jambo jipya, unajua ni nini? Angalia macho yao. Mbona mmekodoa macho

Kila wanga amina. Nilikuwa namuongezea je Jenta hapa, sababu nimepata laini yake nikiwa ikiwa pali na ujumbe, halafu mi nitamalizika. Alaajoo, nasema joo Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena pia mimi ni mmoja wao kumshukuru mshukuru Mungu. Amen. Ni muda tujakeshe. Amen. Naona tangu tuweke sana hatujawai kesha. Amen. Lakini wakati wa Mungu umefika. Amen. Wakati wa Mungu ni kama. Amen. Si wakati mwingine mwingine. Amen. Na muamke msilale. Amen. Eh, tunaenda kufundishana Samuel wa kwanza Mlango wa kumi na sita kuanzia mstari wa kumi na nne na kabla sijaenda kwa neno wacheni ya nini na nuhonde nipoza pende kwa nema. Asante Jehova Mungu baba Mungu mwana Mungu Mungu mtakatifu. Baba yangu umekuwa mwema Jehova. Umetulinda Mungu wangu umepigania umetetea. Tazama Jehova tunaingia katika mgei. Pokea sifa na utukufu. Mungu wangu mazana majirai pia na nyegea chini ya Mungu yako Jehova. Nikiomba msamaha Mungu wangu kapate kusamehe na ukapate kutakasa Jehova. Nitakasa nitakasa Jehova. Takasa kila mmoja baya na hindi yapa Jehova. Takasa takasa kesha hii Jehova. Takasa Jehova. Tuka kuone Mungu wako. Shuka Mungu wangu shuka na kwali. Mahali yapa Jehova. Uoapo hapo kanyama hapa Jio, Mungu akutazama, naenda kunena neno lako Jio. Naomba Jio, ukanitumie Jio, ukanitumia vyema Jio. Napenda kusema Mungu wangu, siseme mambo yangu, lakini taongozwe na roho Mungu wangu. Shuka ukaniongoze, napenda kwanza neno lako, nikaanze na wewe na nikimaliza vyema, sifa zote na utukufu kwako, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, Amen yeah. Samuel so, well, kwa kwanza mlango wa 16 kuanzia hiyo profili tasa aaroho takatifu, amina. Samueli wa kwanza kumi na sita kwanzia kumi na nne inasema, basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Amina, nasikia roho ya Mungu kikuacha, utakuwa na roho mbaya. Amina, hata kama unaingia kwa kesha maliya ee, kama roho ya Mungu imekuacha, utakua mtu wa kusumbua. Amina, ni wewe uombe roho

Nasikia anaambiwa nao watumishi eme, kwa sababu alionekana wa na watu ambao wanamhudumia ako na roho eme, wanamnyenyekea ngalaotafute mkomomem. Basi bwana wetu, natuamuru sisi watumishi wake walioko hapa mbele yako watafute mtu aliyestadi wakupiga kinubi, basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapa ja kujilia, yeye atapiga kinubi kwa mkono wake, na wewe utapona. Ndipo kile hapo. Basi bwana wetu, na tuamuru sisi watumishi wake walioko hapa mbele yako watafuta mtu aliyestadi. Nasikia ana yani, wanamwambia tafute mtu stadi eme. Lakini saa hii sikwambia mtafute mtu stadi, we tafuta maombi ene, si kinubi unapigiwa, ni maombi ndio inakondolea yoromba eme pigia kinubi kama Sauli vile alipigiwa, ati roho ikondoke. Roho inaondolewa na maombi ya kesha, meme wewe ukiachilie kwa Mungu, meme kama ona roho ma ikondoke. Meme, watafuta mtu aliyestadi wa kupiga kinubi, basi itakuwa roho ile mbaya kutoka kwa Mungu itakapo kujilia yeye, atapiga kinubi kwa mkono wake

klenoskira alikubali. Amina, saa hii umekubali kuja kwa Mungu. Amina, niwe upige magoti kama saa za kuomba omba, acha kulala, kitadaumeiaca tunaenda na. Amina, eo ukirudi kwa nyumba utaenda kulala kwa kitanda chako. Amina, saa hii hapa ni mahali pa kuomba. Amina. Betelehemu, aliyestadi wa kupiga kinubi, tena ni mtu shujaa hodari wa vita, anenayo kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana ni pamoja naye. Uendelea, kuna mtu wengine wasikii kabisa kabisa. Ndipo akajibu mmoja wa watumishi wasia, mmoja wa watumishi anamjibu ene, aliona mtoto wa kiduaasauti kwa Mungu na Mungu, amen. Ndipo akajibu mmoja wa watumishi wake akasema, tazama, nimemwona mwana mmoja wa Yesu Mbethelehemi aliye stadi wa kupiga kinubi, tena ni mtu shujaa hodari wa vita, anenaye kwa busara, mtu mzuri ambaye Bwana pamoja na

Nasikia unapeleka ujumbe wa mwenye ulipuko hapo. Hapa kulikuwa hakuna kupuko hapo. Ukija tunamwona baba na kobeme. Hakuna appointment yote vile Daudi. Sauli alipuko appointment kwa Ezeme. Hapa Jerusalem wakati tulikuwa Ezeme. Akija tu anaingia tena kwa ofisi anaombewe mme. Eh, kwa mwenye uchukue jukumu lako mme. Basi Sauli akapelekea Yese wajumbe. Akasema nipelekee Daudi mwanao. Aliye pamoja na David tena, Daudi alikuwa anachunga kondoo lakini alitambulikana kwamba yeye ni mtu stadi, amen. Yesu akatoa punda kwa kuchukua mikate na kiriba cha divai. Nasikia wakati anamtoa Daudi tena, alipeana na vige amen. Alitoa punda wake na divai amen, lakini wewe ukitembea mtoto wako hapa Jerusalem, au mpatia hata sadaka na anakuja kuombea wewe. Hiyo mtakia mbaya, amen, wakati wakati mtoto Hey, hey, hey. Na kiriba cha divai na mwana mbuzi akampelekea Sauli kwa mkono wa Daudi mwana. Nasikia alimpeana kwa Daudi mtoto wake e, alikuwa, lakini alikuwa shujaa, lakini anapeleka a, alimpigia Sauli sala, akampelekea na Sauli amen. Na wewe unatakana

Eh, Sauli ndiye hey, anapeleka ujumbe kwa huyo eh, mzee, amen. Akamwambia mwache mtoto akae pale, amen, kwa sababu ameona kibali yako na huduma, amen. Na wewe ukija oikicapa Yerusalemu, ukiona huduma unaambiwa ufanya huduma, amen. Hakuna mtu anakuzuia kufanya huduma hapo, amen. Ona uonekane kwamba uko na huduma, huduma unaachiliwa, unafanya huduma yako, amen. Kutakuwa kuna pigamizi yoyote, amen, kwa sababu umepata kibali machoni pa Mungu, amen. Ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu ilipomjilia Sauli, ndipo Daudi akakishika kinubi akakipiga kwa mkono wake, naye Sauli akakurudishwa na ile roho mbaya ikamwacha. Unasikia? roho mbaya ilimjilia wakati Daudi alikuwa hapo apeme, lakini alipopigiwa ile kiduni aliom, yani wakati utaombewa wewe, wacha nikwambie mambo ya kiduni hakuna hapa diota. Wakati upepo yako hiyo ukiondoa, hakika pepo itakuachilia mbe na utakuwa sawa sawa kwa Mungu. Hapo ikawa ile roho mbaya kutoka kwa Mungu ilipomjilia Sauli, ndipo Daudi akakishika kinubi akakipiga kwa mkono wake, naye Sauli akaburudishwa na ile roho roho mbaya ikamwacha. itakuachia kwa sababu